Leo tumepokea taarifa ya ajali mbaya ambayo imewahusisha CHADEMA. Gari iliyokuwa kwenye msafara wa Makamu Mwenyekiti wa Chama hiko John Heche imepata ajali ya alfajiri ya leo maeneo ya Msamvu Morogoro, ikiwa inaelekea Kivukoni Ulanga, Igima Mlimba, Ifakara Mjini Kilombero kuanza operesheni no reforms no election Kanda ya Kati. Gari hiyo ilikuwa inaongozwa na Twaha Mwaipaya, wamepata majeraha na sasa wanaendelea vizuri wakiwa hospitali chini ya uangalizi wa afya zao. Mwaipaya alisema, nimepata ajali mbaya sana na usiku wa kuamkia leo, morogoro mjini, mataa tumbaku, mimi na wenzangu watatu, na mshukuru Mungu wote tumetoka salama tukiwa hai. Tulikuwa tunaelekea ulanga kwenye mkutano wa no reforms no election, tuna majeraha hakika. Acheni Mungu aitwe Mungu, bila yeye tusingekuwa hii leo Sifa na utukufu na mrudishia yeye, tunaendelea tuna, tu, sasa tunaendelea na matibabu, aliandika hivi Twaha Mwaipaya. Taarifa ndio hiyo ambayo iliwashtua wafuatiliaji wengi wa Chadema hususan wanachama, ambayo ilihusisha msafara wakati huo wa kampeni zao zikiwa zinaendelea. Yote hayo yakiwa najiri ni wakati wa vuguvugu la uchaguzi mwaka 2025 na wengi wametoa maoni yao kuhusu hiki ambacho kimetokea kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini ni mapema mno, bado mikutano itakuwepo mengi, panapo hai na majaliwa. Mungu awaepushe na hiki ambacho kimewatokea katika nafasi hii hii. Ni Matukio Online TV, kadiri ambavyo tutaendelea kupata taarifa, tutakusogezea kwa ukaribu zaidi, ili uweze kupata updates kwa huu ama kwa tukio hili la ajali ambalo limetokea hapo Morogoro. Sisi ni chombo namba moja kukuripotia tukio hili litakapoendelea. Asante na kwa heri. Usisahau kusubscribe channel yetu, mwalike na ndugu yako, mwambie hii ni Matukio Online TV.